Sababu ya pili Mheshimiwa Waziri ni, hu, ni swala la maji ni usalama wa taifa. Usalama wa maji ni usalama wa taifa. Katika hilo naomba niyatumie maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa tarehe 22 Machi mwaka 2025 2 alipofanya kitu ambacho naweza nikakiita public lecture wakati wa maadhimisho ya wiki ya maji. Tanzania au siku ya maji duniani. Alisema maneno yafuatayo, alianza na maneno yanayotumika siku zote kwamba no blue no green, no blue no green, hamna maji hamna chakula. Mheshimiwa Rais akaongezea akasema, no blue no green, no green no nation na alifanya kazi hii akiitumia bendera ya taifa. Bendera yetu ina rangi hizo zote tatu, ina bluu, ina green. Akaonyesha kwamba ukiondoa kwenye bendera ya taifa, ukiondoa bluu, green haitakuwepo. Green isipokuwepo, itabaki ile nyeusi ambayo ni watu na ile ya njano ambayo ni madini lakini Mheshimiwa Rais akasema watu hawali madini, kwa hiyo na watu nao watakufa, Tanzania haitakuwepo. Kwa hiyo no blue no green no green no nation. Sisi maneno hayo manne yanaongea e, muktadha mzima wa maji na uchumi, maji na maendeleo, maji na usalama wa taifa. Tuko hapa kujipanga katika muktadha huo wa water, food, energy, nexus na kadhalika.